Watendaji hao wameeleza hayo wakati wa ziara ya naibu waziri wa mambo ya ndani, Mheshimiwa Hamadi Yusuf Masauni, alipotembelea bandari hiyo na kusema jambo hilo linatoa mwanya kwa wahalifu kupitisha bidhaa chafu zikiwemo silaha na dawa za kulevya. Mkurugenzi mkuu wa shirika la bandari, Abdalla Juma, naibu mkuu wa makosa ya jinai Zanzibar, Ramadhan Ngazi, na naibu waziri wa ujenzi, mawasiliano na usafirishaji, Mheshimiwa Muhamedi Ahmada, wamekiri kuwepo kwa tatizo hilo. Uhalifu uhalifu wa kisilaha, x-ray machine unaweza kugundua, lakini uhalifu wa unga, x-ray machine haziwezi kugundua hata siku moja. Si rahisi x-ray machine kupitisha mzigo ukaonekana. u hii sasa ni changamoto, taasisi ya polisi kizorota. Unaona, kama nchi nzima au serikali ifanye kazi, zio zipo idara zingine, lakini the moment polisi akiwa active, I'm sure TRA atakuwa active, immigration atakuwa active, Hawezekani sisi wakati wa kuondoka tunaweka ulinzi mzuri zaidi, lakini wakati wa kuingia mizigo na abiria tusiweke ulinzi wa kutosha. Changamoto yetu tutaichukua, tutafanya kazi kufuatia mapungufu hayo. Naibu waziri wa mambo ya ndani Mheshimiwa Hamadi Masauni ameelezea umuhimu wa kupatiwa vifaa vya kisasa kikosi cha polisi marine, ili kiweze kufuatilia vyombo vya usafiri wa baharini vitakavyotiliwa mashaka kuhusu kuimarisha udhibiti wa ukaguzi wa mizigo katika majahazi ambapo unatia mashaka kwa kweli, kwa sababu mimi naamini kabisa kwamba uimara wa ulinzi wa usalama katika bandari unategemea sana vyombo hivi. Sasa ch chombo hiki cha polisi marini kweli kinakuwa katika hali ya mazingira kama haya. Nikiripoti mimi ni Usi Musa, ZBC.